2030, madini ni maisha na utajiri. Jukwaa la nne la utekelezaji wa ushirikishwaji wa Watanzania katika sekta ya madini limeanza rasmi leo Juni 16, 2025 jijini Mwanza ambalo linakutanisha wadau mbalimbali ikiwa ni pamoja na Wizara ya Madini na taasisi zake, taasisi za serikali, taasisi binafsi, taasisi za fedha, kampuni za uchimbaji wa madini na watoa wa huduma kwenye migodi ya madini Jukwaa hilo lenye kauli mbiu inayosema ongezeko la ushirikishwaji wa Watanzania katika sekta ya madini ni chachu ya ukuaji wa uchumi linaambatana na maonesho yenye lengo la kuelimisha kuhusu fursa za uwekezaji katika sekta ya madini. Mada zinazowasilishwa katika jukwaa hili ni pamoja na taarifa ya utekelezaji wa ushirikishwaji wa Watanzania katika sekta ya madini Tanzania; usimamizi na uendeshaji bora wa kampuni za ndani ni chachu ya ongezeko la ushiriki wa Tanzania sekta ya madini; mafanikio ya ubia kati ya kampuni za kigeni na kampuni za Kitanzania na majadiliano kuhusu fursa, mafanikio na changamoto katika uanzishwaji wa viwanda vya kuzalisha bidhaa zinazohitajika migodini nchini. Mohab TV Mwanza.